Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa ameendelea kuwa nasi. Na mimi natumaini ya kwamba wewe pia umeendelea kukubariki kwa namna moja ama nyingine kupitia mfululizo wa masomo haya. Natumai kila mmoja ana afya njema. Hivyo jina la Bwana litukuzwe sana. Niwakaribisha tena katika kipindi cha leo cha mfululizo wa masomo yetu juu ya siri za elimu ya kiungu. Na leo tutakuwa na somo linalosema Utukufu wa Mungu ni nini? Na mwanadamu alikusudiwa kufunua au kuzilisha utukufu wa Mungu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ni nini hasa? Kabla tuendelee na somo letu tuombe. Asante Baba wetu, Mfalme wetu. Tunakukaribisha tena wakati huu ukatusamehe maovu yetu na dhambi zetu, lakini ukatutakase kupitia neno tunalokwenda kujifunza, malaika zako walinzi wakawe pamoja nasi na uongozi wa Roho Mtakatifu, tumeomba haya yote katika jina la Yesu. Amina. Katika somo la leo, utukufu wa Mungu ni nini? Tumeona mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu na tukaona katika kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita fungu la ishirini na saba tukasoma mpaka ishirini na nane tukaona kwamba mwanadamu aliumbwa halafu kwa ajili ya, ya, ya, ya kuketi na kutawala na kushiriki mapenzi kushiriki tabia ya Mungu. Kwa hiyo alipewa uwezo wa kutawala, alipewa uwezo wa kila aina ambao ulifanana na Mungu, lakini kulikuwa kuna gepu, kuna utofauti kidogo. Mwanadamu aliumbwa katika sura ya Mungu. Ni sasa na kusema ya kwamba ile fedha ile shilingi au tunasema ni sarafu, inapokuwa ina picha, inapokuwa ina chapa ya yule mfalme au mtawala, haimaanishi kwamba ile ile sarafu ile chapa katika ile sarafu ndiye mfalme mwenyewe, lakini inakuwa ni kiwakilishi, inakutambulisha ya kwamba huyu ndiye mtawala fulani. Kwa hivyo tunaposema kwamba utukufu wa Mungu ni nini, ndio jambo la pekee la kujifunza siku hii ya leo, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya Mungu, mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu sasa katika kitabu kilichoandikwa na mwandishi mmoja wa Kristo kinaitwa Elimu ya Kweli, na huyu si mwingine ni Ellen G. White. aliandika maneno haya juu ya Adamu, katika ile sura ya nane ya kitabu hiki katika ile, katika ule ukurasa wa nane, anasema hivi: Adamu alipotoka mkononi mwa Mungu alibeba mwilini, akilini na rohoni kufanana na muumba wake. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, Mwanzo moja ishirini na saba. Na ilikuwa kusudi lake kuwa kadri ambavyo mtu angeendelea kuishi ndivyo angeendelea kufunua sura hii na kuaksi kwa ukamilifu zaidi utukufu wa muumbaji. Anasema hivi, nyanja zake zote za kiakili zilikuwa na uwezo wa kukua, uwezo na uhodari wake vilipaswa kuendelea kukua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatuambia kwamba Adamu alipotoka mikononi mwa Mungu alibeba mwilini mwake na katika akili, anasema na rohoni, kufanana na muumbaji wake. Kwa hiyo alibeba ile sura ya Mungu, alibeba kufanana na Mungu katika roho yake. Kimaadili na kiroho, Adamu alifanana na Mungu. Hatuwezi tuwasema kwamba alifanana kwamba Mungu naye labda tuseme na mikono, hapana Hatuwezi tukasema si si, si Mungu ana nini? Hapana, hiyo ni lugha ambayo inatusaidia kutambua ya kwamba mwanadamu aliumbwa katika sura ya Mungu katika muktadha wa aina gani, na hapa amesema ni kiroho, kimaadili aliumbwa, kiakili aliumbwa akiwa na uwezo kama unaofanana na Mungu, lakini si ya kwamba alikuwa na uwezo kamili kama Mungu. No. Ndio maana hapo anaendelea kusema kwamba mwanadamu alikuwa na nafasi ya kuendelea kukua. Ndio maana tunapokuja kuzungumzia elimu pia tunazungumzia ya kwamba yeye pia alipewa elimu alipokuwa ndani ya bustani ya Edeni aliendelea kuelimishwa kwa msaada wa malaika na kwa mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Aliendelea kufundishwa, aliendelea kupewa elimu, na hapa mwandishi anasema ya kwamba lilikuwa kusudi la Mungu kwamba kadri ambavyo Adamu angeendelea kuishi na kuyatimiza mapenzi ya Mungu, angeendelea kuifunua sura na utukufu wa Mungu kwa hiyo aliumbwa kuwa mtawala mwenza katika ulimwengu huu, lakini kwa kusudi la kumfunua Mungu kwao. Viumbe vingine vinapomtazama Adamu vinaona sura ya Mungu kwa Adamu, vinaona sura ya Mungu kwa mwanadamu. Na hivyo kabla ya anguko, mwanadamu alikuwa na ile sura ya Mungu, lakini baadaye mabadiliko yalitokea. Hayo ndiyo yalileta kubadilika kwa sura ya Mungu ndani ya mwanadamu kwamba sura ile ya Mungu iliharibiwa, iliharibiwa, iliharibiwa. Sasa kwa sababu iliharibiwa, nataka leo tujifunze nini maana ya utukufu wa Mungu. Katika kitabu kile, kitabu kile cha Zaburi ya nane fungu la kwanza na la tatu, yako maneno haya ya kitabu cha Zaburi ya nane anasema, wewe Mungu Bwana wetu jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote, wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Anasema katika fungu la tatu, nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Lakini katika fungu la tano anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu mwanadamu huyo, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia nam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Tunaposema jina la Mungu, hatutaji kwamba kwa mfano tuseme kwamba jina la, la, la, la, la Michael, kama tunavyotaja majina. Lakini jina wakati mwingine tunapotumia katika Biblia hasa, hasa tunapozungumzia jina la Mungu kwamba litatangaza jina la Bwana litatangaza jina lake, nini Biblia inasema hapo? Biblia inataka kutuambia kwamba jina linawakilisha tabia, jina linabeba tabia, kwa ile tabia ya mtu ndio inatambulisha jina la mtu. Watu wengi duniani wanatambulika kutokana na tabia zao, kutokana na matendo yao, kutokana na vile jinsi wao walivyo, maisha yao, hayo ndiyo yanaelezewa kama jina. Kwa hiyo hata upande wa Mungu tunapotaja jina tunataja tabia ya Mungu, tunazungumzia sifa ya Mungu, tunazungumzia maisha ya Mungu, tunazungumzia uwezo wa Mungu, kile na vile ambavyo Mungu alivyo ndiyo jina lake. Matendo yake yanadhihirisha uweza wake matendo yake yanadhihirisha upendo wake, matendo yake yanadhihirisha tabia yake. Kwa hiyo Adamu pia alipaswa kufanana na Mungu katika nyanja hizo, alipaswa kufanana, alipaswa kuwa sawasawa, kuendana. Wengine wanasema katika lugha, anasema to conform, kuwa sawasawa, kupatana na mapenzi ya Mungu, to conform to the will of God, to conform to God's will kusema kwa hivyo kwamba kupatana na mapenzi au matakwa ya Mungu, kupatana na tabia ya Mungu kwa mwanadamu. Ndio maana akawekewa hali ya uchaguzi, awe ni kiumbe ambaye yuko huru kuchagua. Na ili mwanadamu awe huru kuchagua, lazima pia awe huru kutokuchagua. Hilo kumbuka, lazima awe huru kutokuchagua, nikiwa na maana ya kwamba mwanadamu alikuwa huru kuchagua, kwa maana ya kwamba alikuwa na paswa kuchagua kumtumikia Mungu au kutumikia kitu kingine na kwa sababu hiyo aliendelea pia kufundishwa jinsi Mungu anavyomtaka aishi, na hasa alifundishwa juu ya pambano ambalo ilikuwa linaendelea kati ya shetani na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni uchaguzi wake kuamua kumtumikia Mungu au kusikiliza adui anasemaje. Sasa utukufu wa Mungu anasema hapo, katika hiyo Zaburi tumeona ya kwamba anasema ya kwamba jinsi lilivyo tukufu jina lake, anasema mbinguni Mungu ameweka jina lake huko, anasema utukufu wake huko katika mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Zaburi usema katika Zaburi hii ya 19 anasema mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utokea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao, hata misha ya dunia. Nitangalia, katika ile fungu la kwanza ambalo linasema mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Kwamba mbingu tunavyoiona nyota na vitu vingine, anasema na anga vinatangaza fahari, vinatangaza utukufu wa Mungu, vinatangaza kazi ya mikono yake. Mwandishi mmoja wa Kikristo ambaye anaitwa Rick Warren nitapenda kumnukuu katika maneno yake. Katika kitabu chake kile cha The Purpose Driven Life utukufu wa Mungu nini, anasema, it is who God is it is the essence of his nature the weight of his importance the radiance of his splendor the demonstration of his power and the atmosphere of his of his presence. Anasema, God's glory is the expression of his goodness and all of his other intrinsic eternal qualities, katika katika ile katika ile ile ilee ukurasa wa 53. Kwa hiyo anasema ya kwamba nini maana ya utukufu wa Mungu, anasema utukufu wa Mungu ni jinsi sasa Mungu alivyo Anasema it is a, it it is, is this essence it is the essence of his nature, ni kiini cha asili yake. The weight of his importance, nyule uzito wa umuhimu wake. The radiance of his splendor, ni mwangaza wa fahari yake his power ni kielelezo au ni ufunuo, ni ni ni ni ni jinsi Mungu alivyofunua uwezo wake, aliyofunua nguvu yake na anasema, the demonstration of his power ni kielelezo cha nguvu zake. The demonstration of his power zake, and the atmosphere of his presence, anga la uwepo wake, kwa hiyo utukufu wa Mungu unaweza kumaanisha hayo yote. God's glory, anaendelea kusema his expression of his goodness ni kielelezo cha wema wake, And all his other intrinsic eternal quality na sifa zingine zote za asili za milele. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unaweza kujumlisha haya mambo me mengi. Kwa hiyo mwanadamu alipaswa akisi utukufu wa Mungu katika mazingira yapi? Katika wema, the expression of his goodness. Kielelezo cha wema wake, alipaswa kuwa mwema. Anasema katika sifa zingine za asili, mwanadamu hakuumbwa na hizo sifa. Anasema as an intrinsic eternal qualities, na sifa zingine zote za asili za milele Ziko sifa ambazo mwanadamu hakupaswa kuwa nazo. Kwa hiyo mwanadamu ana tofauti na Mungu kwa mazingira hayo, lakini mwanadamu alipaswa kufunua utukufu wa Mungu kitabia, na hivyo mwanadamu pia aliumbwa kwa